Hello. Karibu. Leo ni tutorial fupi tu shortcut ya yeah, namna ya kutengeneza bati. Sababu kuna mtu aliniuliza jinsi gani naweza nikatengeneza bati, kwa hiyo nikasema ngoja nitoe tutorial. Okay. Sasa hapa utakuwa unaona hapa ninavyofanya na kata loop cuts hapa. Let's say na kata loops ishirini ishirini ya ishirini zinatosha. Na select ngoja ni scale upande mmoja, uh, ni scale kwenda x-axis, okay. So nitaselekti hii hii hii, sio lazima utengeneze ndefu sana, unaweza kutengeneza fupi, afu baadaye ukaja ku kufanya mirroring au kufanya array okay. Hapo tayari, ay ah, sasa hapa nabonyeza g z axis mpaka hapa tumeshapata bati. Ukishafika hapa sasa, ili kusudi tuku maintain mwonekano ukae vizuri, hii nitaachana nayo kwa sababu nitakuja kuifix baadaye, na bakiza hizi hapo, then nitabonyeza control b. Tuna bavo hapa, tushapata msauzi, si ndio? Let's say mpaka hapo Alafu kija hapa kwenye bevel tunaongeza segment segmenti nne zinatosha. Yes, ys mm -hmm. Tumeshapata hiyo bending ya huku chini ya yeah, juu ah, tuna select na hii tunarudia the same process okay. Ah, yeah. hiyo hiyo hiyo process ni ile ile. Control b sema hii sasa hivi itatuletea segment automatic, nitaileta mpaka hapa hivyo. Yeah, ndio simple namna ambavyo unaweza ukapata ukatengeneza, but kui so, uh, kuifanya ikae vizuri zaidi hapa hii hapa nitafuta hii ngoja, uh-huh. Uh, na hii nifute x face hivyo, alafu ni smooth shader, na select yote smooth shader smooth hapa hivyo, yes. Mm tengeneza na mvua zako zinamwagika mwagika hivi, tayari ushamdanganya mtu. So hivyo ndo namna shortcut ambayo unaweza ukatengeneza but uh, labda kitu kingine ki kama umeona limekuwa dogo sana tu add thickness kidogo. Nakuja hapa, nakuja solidify. Mm. Hii sijui geji ngapi? Wataalamu wanajua, ya tumeongeza thickness hapo, lakini pia tunaweza tukaongeza tuka, tuka add array sasa. Hii array imeleta upande huu, tunataka tu change axis iende upande mwingine. Sasa hii ni solidify, hii hapa array. Okay, so hapa kwa sababu atuende x axis nitaweka 0 alafu, hapa ndio nitaweka moja. Mhm, sasa hapo kuna namna hazi interact vizuri okay, kwa sababu gani? Okay. Kwa hiyo ni 9 point na point meji vipi? hii hapa itakuwa ni moja, tuweke pointi mbili tuone inakuaje? Ah, ni tisa pointi nane, sio okay. tisa pointi nane, mbona anafanya miujiza ambayo sielewi? hii hapa ni ngapi? moja a ah, ni sio 9.8. Zero, zero ni tisa wajani weke. ni oh, waja Okay, niweke 0.9 hesabu ngumu mm hapa -hmm. hivi kidogo zime merge lakini distance ni kubwa sana. Kwa hiyo 0.9. Ja niweke tisa nane nione, bado kidogo. 0.9 inakuwaje? Sasa okay, to be precise hapa, ili niweze ku merge vizuri intersection yake iy ya sijaipenda so nitafuta hii na hii ili kusudi ije image hapa, so nitaselekti hii na hii nitafuta face. Aha. Aha. Sasa okay, hali bado ni ngumu, kwa sababu hii hapa nime, ime- inakuja kwa upande huu kuhu, inabidi na hii hapa ije hivyo hivyo, ndio tutaweza kumeji vizuri. Kwa hiyo hii hapa hizi zote ziondokefe. mm -hmm. mm -hmm. So umeona hapa hivi meji yake zitakuja kukutana hapa vizuri, so ngoja niweke 9.8 nane ah, 9.9 99 mhm mm namna hiyo so hivyo ndivyo namna unaweza ukatengeneza bati. Hapo tumeweza kumeji hiyo. Ukitaka liwe refu zaidi ni unakuja kuongeza tu hizi namba huko mpaka unamaliza rufu yako. Ukitaka mm, kuibendi na unaibendi hivi ya yeah. so uh, hiyo ndio tutorial ya leo mm, so, hapa ni material tu then we call it a day. Materials unaweza ukaacha hiyo nyeupe, ukitaka uipe rangi tofauti tofauti sio mbaya, sema hapa uh, niweke 0.3, alafu hii iwe darkish fulani hivi yeah. so hivyo ndio shortcut katika namna ya kutengeneza bati. Like, comment, subscribe. Kama unahitaji tutorial za madarasa, karibu pia. Mpaka wakati mwingine tena.